Habari za leo mwana SnS, karibu tena Simulizi na Sauti. Ungana nami tukiangalia makala kuhusiana na mpango wa nyuklia wa Iran, na katika makala haya tunaangalia ni kwa nini mpango huu umekuwa moja ya mipango ambayo imefanikiwa sana duniani na ni kwa nini Iran kuwa na nyuklia ama kuwa na mpango huu imekuwa ni pasua kichwa kwa vigogo wa dunia ikiwemo Marekani, Israel na mataifa mengi ya magharibi yote kwa pamoja, mpango huu umekuwa ukiwapasua kichwa kweli kweli, na hivi tunavyoongea tayari kuna mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja baina ya Iran pamoja na Marekani kupitia kwa nchi ya Oman ambapo Oman wenyewe wa, wanadiplomasia wake ndio wamekuponi kama mediators wa wakihusisha mazungumzo hayo ambayo tayari katika ubarozi wa nchi ya Oman huko Rome, Italy walikutana na kuweza kuongea na kuna mazungumzo ambayo yamekuwa yanaendelea, lengo likiwa ni kuona kama Iran anaweza tena kukaa kwenye meza na kufikia makubaliano. Lakini Iran wenyewe wamedai wanaweza tu wakakubaliana endapo Marekani haitoweka matakwa ambayo ni ngumu kutimizika, matakwa ambayo wao wanaona ni sahihi na sio matakwa ya kushinikizwa kwa sababu tayari wameilaumu Marekani kusema kwamba imekuwa inawashinikiza na imekuwa inataka itumie ubabe ambao ubabe kwao hautofanya kazi. Lakini yote kwa yote, swala ni kwamba Marekani anahitaji Iran aweze kuingia kwenye makubaliano ya huu mpango wake wa nyuklia ili wao wawe na uhakika kwamba uko salama na hautokuwa na madhara kwa dunia wao wanavyodai hivyo, na Iran wenyewe wanasisitiza kwamba mpango wao siku zote umekuwa ni kwa ajili ya manufaa na matumizi ya kiraia na hauna nia mbaya ya kuwa na bomu ama silaha ya kinyuklia. Na Marekani wanasema kama hatokubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo, basi watalazimika kutumia nguvu ya kijeshi, ambayo ni kushambulia vituo vya urutubishaji nyuklia pamoja na miundombinu yote inayohusiana na mpango huu wa Iran wa nyuklia. Sasa ni kwa kiasi gani taifa linaweza kulinda haki yake ya kujitegemea katika sayansi na teknolojia, hasa linapokabiliwa na mashinikizo kutoka kwenye mataifa yenye nguvu zaidi duniani? Mpango huu wa nyuklia wa Iran umekuwa ni mojawapo ya ajenda za kimataifa ambazo zimekuwa zinachochea mijadala mikali, vikwazo vya kisiasa na kiuchumi, pamoja na makubaliano ya kimataifa na hata vitisho vya kijeshi kama tunavyoona sasa hivi. Iran ni taifa lililoko kwenye moyo wa Mashariki ya Kati na limekuwa na historia ndefu ya kujaribu kujitegemea katika sekta ya nishati ya nyuklia, kwa sababu nyuklia ni moja ya vyanzo vya nishati. Lakini wakati mwingine walitazama jambo hili kama haki ya msingi ya maendeleo ya kisayansi, lakini baadhi ya mataifa makubwa yaliona kuwa ni tishio kwa amani ya dunia. Hali hii ilisababisha vuta ni kuvuta ya kidiplomasia, mashinikizo ya kiuchumi na harakati za kijeshi za chini kwa chini. Sasa katika makala hii tunachambua historia ya mpango huu wa nyuklia wa Iran, namna ulivyoanza, watu waliouanzisha, teknolojia iliyoendelezwa, vikwazo na mashambulizi ya kimtandao, kama vile shambulizi la Stuxnet, na baadaye hali ya sasa tunavyoona mpango huu wa mwaka 2025 ambao mazungumzo yake yamekuwa yanaendelea ya huko Rome lakini pia tutaangalia uwezo wa kina wa Iran wa kuweza kutengeneza bomu la nyuklia na iwapo dunia iko tayari kushughulikia hali hiyo. Sasa historia ya mpango wa nyuklia wa Iran inarudi mbali sana, enzi za mtawala aliyejulikana kwa jina la Shah, ambapo mpango wa nyuklia wa Iran ulianza mwanzoni wa miaka ya 1950, ambapo kiongozi huyo alikuwa anajulikana kwa jina la Shah Mohammad Reza Pahlavi, na kupitia mpango wa Marekani uliojulikana kwa jina la Atoms for Peace. Kupitia msaada huu wa Marekani, Iran ikawa imepata uungaji mkono wa kuanzisha utafiti wa nyuklia kwa ajili ya matumizi ya amani. Sasa unaweza ukashangaa kwamba hata huu mpango kiini chake au mwanzo wake ilikuwa ni Marekani wenyewe, lakini kwa sababu kipindi hicho walikuwa na mahusiano ya kidiplomasia na walikuwa wana urafiki mkubwa sana Inasemwa kwamba kipindi hiki Iran alikuwa ni mshirika mkubwa zaidi wa Marekani kuliko hata ilivyokuwa Israel. Yaani kipindi hiko Iran ndo alikuwa besti yao, lakini baada kuwa tengana, ya kuwa wameshatengana na mambo mengine yameenda vibaya baada ya jamhuri ya Kiislamu kuingia ndiyo Marekani ikawa imehamisha majeshi kwa nchi ya Israel. Sasa mnamo mwaka 1967 Iran ilizindua kituo chake cha kwanza cha utafiti wa nyuklia kinachojulikana kwa jina la Tehran Nuclear Research Center, TNRC ambapo kituo hiki kilikuwa na reakta ya aina ya 5 megawatt kutokea Marekani. Huu ndio ulikuwa mwanzo rasmi wa safari ya Iran kuelekea kwenye taifa lenye uwezo wa kinyuklia. Baada ya hapo, pakaja mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1979. Hii ilikuwa ni zama mpya za nchi nzima ya Iran, na moja ya sehemu ambapo zilikumbwa na kashikashi na mabadiliko yalikwepo ni mpango wa nyuklia. Mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 yaliuondoa madarakani utawala wa Shah na hivyo yakawa yameanzisha utawala wa Kiislamu chini ya Ayatollah Ruhollah Khomeini, ambapo Marekani na washirika wake walikatisha usaidizi wa nyuklia kwa Iran, huku akihofia kuwa teknolojia hiyo ingeweza kutumika kwa madhumuni ya kijeshi. Miradi mingi ya nyuklia ikasitishwa au kutelekezwa, ukiwemo ule ujenzi wa mitambo ya Bushehr na hata hivyo Iran wao hawakusitisha, ha, kabisa ndoto yake ya kuwa na uwezo wa kinyuklia. Sasa mnamo miaka ya 1990 inavyosemekana, baada ya vita vya Iran na Iraq vya mwaka 1880 mpaka mwaka 1988, na vita hivi ilichukuwa miaka takriban nane, muda huo ikiwa Iran wala haijajiimarisha kabisa. Na vita hivi Iraq alikuwa anasapotiwa na nchi ya Marekani, lakini pia inasemwa kwamba hii ndo ilikuwa miaka ambayo utawala wa Iran bado hata haujakaa vizuri, na nchi za Magharibi ziliona kwamba huu ndio wa wakati ambao wangeweza kuishinda Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini ikawa imeshindikana, na vita hivi vikaenda mpaka baadaye vikawa vimeisha. Lakini pia tu, fun fact ni kwamba katika vita hivi inasemekana kiongozi wa sasa hivi Ayatullah Ali Khamenei inasemwa alijeruhiwa na aliumia, na hata mkono wake umeparalize tangu kipindi hicho. Sasa Iran baada ya vita hivi kuisha, ikawa imeanza kurejesha ndoto yake ya nyuklia, na katika miaka ya 1990 Iran ikawa imeanza kushirikiana na Urusi kukamilisha mtambo wa Bushehr, na huu Bushehr ndio ule mtambo ambao Marekani waliuacha na pia ikawa imeanzisha vinu vipya kama vile Natanz pamoja na Arak. Hili likawa ni shambulio la wazi dhidi ya wazo kwamba Iran ilikuwa imeachana na mpango huo. Baada ya hapo sasa nchi ya Marekani pamoja na washirika wake zaidi Israel wakawa wanafanya harakati mbalimbali mbali za kuweza kuhakikisha Iran haiendelezi mpango huo, na kubwa lililofanyika lilikuwa ni kushambulia wahandisi wake, ambapo hapaja kuwa na madai ya moja kwa moja, lakini Iran wenyewe wamekuwa wanawatuhumu Israel ndio ambao walihusika, lengo likiwa ni kuhakikisha Iran haendelezi huu mpango wake. Na Iran wao wamekuwa wakiendelea, mpaka leo hii tunaona kiasi gani mpango wao wa nyuklia umeweza kuwa mkubwa na umeweza kuendelea. Lakini ukikaa ukaangalia mpango huu wakati unaendelea, wamekuwa wanakutana na vikwazo tangu muda huo, miaka ya 1980 walivyomaliza vita na kuwa wameanzisha mpango huu baada ya serikali mpya kuwa imeingia na kuwa imeacha mahusiano yoyote na nchi za magharibi. Tangu kipindi hiko, Iran imekuwa inakutana na vikwazo vikali sasa mpango huu wa nyuklia haukuwezekana pasipo mchango mkubwa wa wanasayansi na waandisi wake wa ndani, na miongoni mwao kuna huyu mmoja alikuwa anajulikana kama Mohsen Fakhrizade huyu ni mwanafizikia wa kijeshi ambaye alikuwa kinara kwa kile kinachoitwa mpango wa Amad, jina la siri kwa juhudi za Iran kutengeneza silaha za nyuklia inavyosemekana. Na huyu anasemwa, anafananishwa kwamba ni sawa na J Robert Openheima uh, yule wa Marekani. Kwa hiyo huyu, wengine walienda mbali na kumwita Openheima wa Iran. Huyu alipigwa risasi na kuwawa mwaka 2020 kwa kile kilichoaminika kuwa shambulizi la kijasusi la Israel. Hili lilikuwa ni jaribio la kudhoofisha uongozi wa kisayansi wa mpango huu wa nyuklia wa Iran. Baada ya yeye kukaa kuna mwanasayansi mwingine aliyojulikana kwa jina la Fereidun Abbas Davan. Huyu, uh, naye ni mtaalamu wa nyuklia aliyewahi kuwa mkuu wa shirika la nishati ya atomiki ya Iran, AEOI ambaye huyu yeye alinusurika jaribio la kuuawa mwaka elfu mbili na kumi. Yeye ni mmoja wa wanasayansi waliobeba dhamana ya kitaifa ya kulinda kuendeleza na kushindana na dunia kupitia nyuklia. Baada ya yeye kuna huyu anayejulikana kama Ali Akbar Salehi ambaye naye ni mmoja wa wanasayansi wenye mchango mkubwa sana kwa mpango wa nyuklia wa Iran. Huyu Salehi yeye sio tu mwanasayansi, bali ni mwanadiplomasia na alihusika katika uendelezaji wa miundombinu ya vinu vya nyuklia hususan katika kipindi cha mazungumzo ya JCPOA. Anaeleweka kama daraja kati ya wanasayansi, wanadiplomasia pamoja na viongozi wa kidini. Sasa hao tu ni baadhi ya wanasayansi kati ya wanasayansi wengi. Hao ni kama wanasayansi vinara, ambapo huyo Oppenheimer wa Iran ndiyo yule ambaye alishambuliwa, na kushambuliwa kwake, alishambuliwa na ile ninayosema roboti, yani moja ya mifumo ambayo ilikuwa ni mifumo iliyoshangaza sana watu ni drone ambayo ilikuwa ina roboti, iliingia ndani ya nchi ya Iran. Namna ilivyoingia bado wengi wanajiuliza, na ikawa imemshambulia moja kwa moja huyu ambaye anajulikana kwa jina la Fakhrizadeh. Sasa twende kwenye mchakato wa urutubishaji wa uran, ambao huu ndio moyo wa mpango wa nyuklia wa Iran, ambao ndipo sasa urutubishaji wa ile uranium unafanyika. Urutubishaji huu unafanyikaje? Uranium inayochimbwa ardhini ni lazima ipitie mchakato wa kuongezewa nguvu enrichment, yani irutubishwe, ili iweze kutumika katika mitambo ya nyuklia ambayo labda ya uzalishaji umeme au silaha. Iran imewekeza kwenye centrifuge za kisasa kuanzia IR1 ambazo hizi ndiyo kongwe kabisa mpaka IR8. Kila kizazi cha centrifuge, yani ubora ule linavyoongezeka, huwa inakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kurutubisha uranium kwa kasi na ufanisi mkubwa. Iran imefanikiwa kurutubisha uranium hadi kiwango cha asilimia 60, jambo linalowatia kiwewe wataalamu wa usalama duniani. Unaweza ukaona kama ni kwa matumizi ya umeme, unaweza tu ukarutubisha kwa asilimia tatu, na hii huwa inajitosheleza kabisa kuweza kuzalisha umeme, yaani kuweza kutumika kwa matumizi ya umeme. Pia tu niweze kukukumbusha kwamba kuna makala ambayo ninaelezea bomu la atomiki. Katika makala hiyo nimeelezea kiundani namna gani nishati kubwa inaweza ikapatikana na mchakato huu ambao unapelekea mpaka hizi uranium zinakuwa zinatumika ama plutonium zinakuwa zinatumika kuweza kutumika katika matumizi mbalimbali mbali ya kisayansi ikiwemo haya ya kuweza kuzalisha umeme ama kuweza kutumika kwenye silaha. Hayo yote nimeelezea vizuri ndani ya makala hiyo. Sasa Iran tumeona na uwezo wa kurutubisha uranium hadi kiwango cha asilimia 60, na amekuwa anafanya hivyo. Na kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni za IAEA, huyu ndio watchdog yani wana mamlaka ya usimamiaji na ufuatiliaji wa shughuli zote zinazohusiana na, na masuala haya ya atomiki duniani, wamekabidhiwa mamlaka hayo, wako chini ya UN Hawa wenyewe wanasema Iran ina uranium iliyorutubishwa inayoweza kutengeneza angalau mabomu manne hadi matano ya nyuklia, iwapo itafikia kiwango cha asilimia 90 ya enrichment. Kwa hiyo juhudi zote zinazofanyika sasa hivi, ndugu yangu, ni kuizuia Irani isitoke hapa kwenye asilimia 60 na ikaingia kwenye asilimia 90, kwa sababu ikiingia kwenye asilimia 90, hiyo ni weapon grade enriched uranium. Hapo ndipo Marekani na washirika wake wanapopambana Iran asiweze kufikia huko. Kwa nini asiweze kufikia huko? Zipo makala ambazo nimeshaelezea nuclear deterrence, ni vipi taifa ambalo linakuwa lina nuclear linakuwa linaogopeka kiasi hiko, kama ambavyo North Korea inaogopeka, Urusi inaogopeka, Marekani yenye inaogopeka, Ufaransa inaogopeka. Sasa hii enrichment inafanyikia wapi? Iran wana vinu mbalimbali ambapo wamekuwa wanafanyia hii enrichment, ambapo ndani yake enrichment kuna vidude vidogo ambavyo ndivyo vinavyozunguka kwa kasi kubwa sana, hivi vinajulikana kama centrifuges. Hizi ndizo ambazo huwa zinazunguka kwa kasi sana, ndo hizo ziko IR1 mpaka IR8, na inasemekana wana IR9. Wamekuwa wanaziboresha tu na inavyoboreshwa inamaanisha ina kasi kubwa zaidi ya kuzunguka. Inasemwa mpaka rpm laki moja mpaka laki mbili rpm, yani mizunguruko kwa sekunde moja laki moja Hiyo unaweza ukaona ni mzunguko mkubwa kiasi gani wa hizi centrifuges ama hivi eh, vinakopo ni kama vikonteina vidogo ambavyo vinatakiwa vizunguke. Kadri vinavyozunguka vikonteina hivi, ndivyo ambavyo ile iurani ambayo wanahitaji huwa inajitenga, ile uranium inajitenga. Kwa hiyo inaweza ikajitenga kwa asilimia tatu. Ikijitenga eh, kwa asilimia tatu, maana yake ni kwamba hiyo urani inakuwa e, ni ya kiwango tu cha kutumika kwa umeme na matumizi ya kawaida. Sasa ikifika asilimia 90, imejitenga urani ya aina moja, maana yake ni kwamba hiyo ndio ina uwezo wa kutumika katika kutengenezea bomu, yani zile isotopes. Kwa sababu kila isotope ina masi yake. Kwenye hiyo makala ya bomu la atomiki hili ninalielezea vizuri sana. Sasa Iran ana centrifuges hizo. Ukija katika maeneo kama Natanz hiki ndiyo kituo kikuu cha urutubishaji cha uranium ambapo kina maelfu ya hizo centrifuge, na ni kiini cha mzozo kati ya Iran na mataifa ya magharibi. Kuna sehemu nyingine ambayo inajulikana kama Fordo. Hiki ni kituo ambacho kiko chini ya milima na ni ngumu kushambulia kwa angani, kimekuwa kibadilika na kuongeza centrifuges za kisasa. Sehemu nyingine Iran walionayo inajulikana kama Arak hiki ni kichuo cha heavy water ambacho kinatumika kwa ajili ya kuzalisha plutonium, njia mbadala ya kutengeneza silaha za nyuklia, tofauti na uranium, kwamba plutonium pia inaweza ikatumika kwa ajili ya kutengeneza eh, uranium. Haya yote naelezea vizuri sana katika hiyo makala sasa sehemu nyingine ambako Iran wana hizi centrifuges ni Bushehr. Huko wana reakta ya kibiashara ya nyuklia ambayo kwao imejikita zaidi kwenye kuzalisha umeme na hiyo reakta ambayo iko huko ilikamilishwa kwa msaada wa Urusi na ni alama ya matumizi ya nyuklia ya amani kwa Iran. Sasa basi Nataka tuangalie vita nyingine mbali ya ile tumeona, wanasayansi na namna ambavyo wamekuwa wanashambuliwa, ambao ndio wana mchango mkubwa sana katika mpango huo. Kuna moja ya mashambulizi makubwa sana ambayo yalifanyika Iran, yanayojulikana kama eh, vita vya kimtandao, ambapo kirusi kilitumika kinajulikana kwa jina la Stuxnet virus, kwamba mnamo mwaka 2010 mpango wa nyuklia wa Iran ulivamiwa na kirusi cha kompyuta kilichoitwa Stuxnet, ambacho kirusi hichi kinasemwa kwamba kilitengenezwa kwa ushirikiano wa Marekani pamoja na Israel kutokana na namna ambavyo kilikuwa sophisticated, dunia ilikuwa haijawahi kushuhudia kitu kama hichi. Kwa hiyo ndo maana ikasemekana kwamba moja kwa moja hawa ni Marekani na Israel pekee ndio wana uwezo wa kufanya kitu kama hiki. Kirusi hiki kiliharibu centrifuge za Natanz ambazo nimeelezea ni nini, kwa kufanya zizunguke kwa kasi isiyo ya kawaida na kisha kujiharibu zenyewe. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa silaha ya kidigitali kushambulia miundombinu ya kinyuklia kwa mafanikio makubwa. Shambulizi hili liliufungua ulimwengu kwa vita vya kisasa vya mtandao na pia kuonyesha jinsi mataifa ya magharibi yalivyokuwa tayari kutumia mbinu zisizo za kijadi ili kudhoofisha maendeleo ya wapinzani wao hasa kama hivi ilivyotumika kwa Iran. Kwa hiyo, shambulizi hili likawa limeurudisha mradi huu kwa zaidi ya miaka kumi nyuma. Liligharimu Iran kwa kiasi kikubwa sana iran hawakujua wamepigwa na nini na kweli mradi huu uliweza kurudi inavyosemekana hata miaka kumi nyuma baada ya kuwa umerudi nyuma iran hawajakoma leo tena iran wamerudi kwa kasi kubwa ndio maana watu wanaona vuguvugu linazidi kuwa kubwa sana mpaka 2015 rais wa marekani kipindi hiko akawa ameingia makubaliano nao eh, hayo ya jcpoa ambayo tutayaona sasa hali ilivyo sasa hivi mwaka 2025, mpango huu wa nyuklia wa Iran uko katika hatua za juu zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu kuzinduliwa kwake. Iran imefanikiwa kurutubisha uranium kwa kiwango cha asilimia 60, ambayo nimesha kuelezea, kiwango cha juu zaidi kuwahi kufikiwa na taifa lisilo na silaha za nyuklia. Ripoti ya Pentagoni ya hivi karibuni imebaini kwamba Iran inaweza kutengeneza bomu la nyuklia lenye warhead ndani ya wiki mbili pekee, endapo itaamua kufanya hivyo. Hii nayo katika makala hii nitaielezea. Katika mazungumzo ya hivi karibuni yaliyofanyika Rome kati ya Iran na mataifa ya Ulaya, jitihada za kurejesha mkataba wa JCPOA ziliendelea bila mafanikio makubwa. Mataifa ya Magharibi bado yana wasiwasi mkubwa kuhusu kasi ya maendeleo ya teknolojia ya nyuklia nchini Iran. Iran kwa upande wake inasisitiza haki yake ya kuwa na teknolojia ya nyuklia kwa matumizi ya amani. Sasa vinu vya kurutubisha uranium kama vile vya feodo na nantas vinafanya kazi kwa kiwango kikubwa, huku vifaa vya kisasa zaidi vikiendelea kuongezwa. Iran inaendelea na uzalishaji wa centrifuge za IR6, IR8 na sasa hivi inasemwa IR9 zinaingia katika uzalishaji, ambazo hizi zote zina uwezo mkubwa zaidi wa kurutubisha uranium kwa kasi kubwa na kwa kiwango kikubwa. Kwa sasa Iran ina takribani vinu 19 ambavyo ni pamoja na vinu vya majaribio, vinu vya kibiashara na vinu vya kisasa zaidi. Taarifa zinaonyesha kuwa Iran imekusanya kiasi kikubwa cha uranium iliyorutubishwa, na kiwango hicho kinasemwa ni cha kutosha, kiasi cha kutengeneza angalau mabomu matano ya nyuklia, endapo Iran wataamua kuchukua hatua wa hiyo, yani wao wakiamua tayari wana uranium ya kutosha kuweza kufanya hivyo. Ndo hapa Iran wanakuja wanasema, sisi hatutaki kufanya hivyo, kwa vile hatutaki kufanya hivyo tuwachane na huu mpango, alafu nyinyi mtuondolee vikwazo. Hiyo ndiyo pointi ya haya mazungumzo ambayo yamekuwa yanaendelea, lakini pia wanaogopa kwamba tukiondolea vikwazo Iran, wao wanaona Irani itakuja kuwa na maendeleo makubwa sana huko baadaye na ije kuwasumbua. Hapa ndio pamekopo pana sintofahamu na mgogoro mkubwa sana. Sasa Iran yenyewe nayo imeongeza juhudi za kujiimarisha kisayansi na kiteknolojia kupitia ushirikiano wa ndani na kutumia vikwazo kama kichocheo cha kujitegemea. Mfumo wa kijeshi, kijasusi na wa ulinzi wa miundombinu ya nyuklia umeboreshwa sana hasa baada ya mashambulizi ya kimtandao kama Stuxnet. Sasa tuje kwenye JCPOA na kufa kwa mkataba huo, kwamba mnamo mwaka 2015 makubaliano ya kihistoria yalifikiwa kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani P5+1, yakiongozwa na Marekani kupitia mpango ulioitwa Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Iran ikawa imekubali kusitisha baadhi ya shughuli zake za nyuklia na kuweza kuruhusu ukaguzi mkali kutoka IAEA ambayo hii ni International Atomic Energy Agency ambapo Iran iliahidiwa kuondolewa vikwazo. Hayo ndio yalikuwa makubaliano. Hata hivyo, miaka mitatu baadaye mwaka 2018, Rais Donald Trump wa Marekani alijiondoa kwenye mkataba huu na kurejesha vikwazo. Iran nayo ikawa imeanza kujirejea taratibu kwenye shughuli zake za nyuklia na kufikia mwaka 2022 Iran ilikuwa imerejesha tena sehemu kubwa ya mpango wake wa urutubishaji na kuongeza kasi zaidi kuliko ilivyokuwa awali. Kufeli kwa JCPOA kulipa Iran sababu ya ndani kujiimarisha zaidi huku ikidai kuwa imechoshwa na ahadi za uongo kutoka mataifa ya magharibi. Sasa swali ambalo la msingi la kujiuliza ni je, Iran inaweza kutengeneza bomu la nyuklia? Na kama inaweza kutengeneza bomu la nyuklia lini na kwa kasi gani inaweza ikafanya hivyo? Sasa moja ya maswali ambayo yanazunguka kwa kasi kwenye meza za uamuzi za kimataifa ni swali hilo ambalo nimelisema kwamba, je, Iran inaweza kuwa na bomu la nyuklia na kama inaweza kuwa na bomu la nyuklia ndani ya muda gani? Jibu linaweza kuwa la kushangaza kama nilivyotangulia kusema awali kwamba kwa mujibu wa ripoti ya idara ya ulinzi wa Marekani Pentagon, Irani inaweza kutengeneza wahid, yani kichwa vita kimoja cha nyuklia ndani ya wiki mbili tu, endapo itachagua kufanya hivyo. Taarifa hii inatokana na tathmini ya uwezo wa sasa wa urutubishaji wa uranium wa Iran ambao unazidi viwango vilivyoweka katika mkataba wa JCPOA. Mpango huu unatajwa kuwa na uwezo wa kurutubisha uranium hadi kufikia asilimia 60, kiwango cha karibu kabisa na kiwango cha kijeshi, yaani ile weapon grade uranium, kinachohitajika kwa kutengeneza warhead moja ya nuclear. Na hii nimeigusia huko nyuma kidogo katika makala hii. Sasa, kwa mujibu wa ripoti ya IAEA ya hivi karibuni, Iran ina takribani kilo 121.6 ya uranium iliyorutubishwa hadi asilimia 60. Kiasi hiko kinaweza kuongezwa hadi kufikia kilo 90 ya uranium iliyo tayari kutengeneza bomu moja kamili la nyuklia. Vinu vyao vya Fordo na Natanz vinaendelea kufanya kazi huku vikiongeza centrifuges za IR6 zenye kasi kubwa zaidi ya zile centrifuges za IR1. Licha ya ukali wa vikwazo, Iran imeongeza kasi ya shughuli zake za kinyuklia na hii ni baada ya JCPOA kuvunjika na Marekani kujitoa mwaka 2018 chini ya Rais Donald Trump. Kwa hiyo unaweza ukaona moja ya madhara makubwa ya Marekani kuweza kujitoa katika JCPOA, imekopa ni Iran kuweza kuzidisha kasi kubwa sana. Leo tena wanarudi wanataka makubaliano na Iran, kwanini waliyavunja mwanzo? Wanasema kwamba wanataka makubaliano katika namna ambayo itaibana zaidi Iran, na Iran wao wanasema hawataki ubabe. Kama Marekani itataka kufanya kwa ubabe, basi wao watakataa lakini pia kuna ripoti za kijasusi ambazo zinaashiria kuwa Iran tayari inayo mafundi, inayo wahandisi na wataalamu wa silaha, pamoja na miundombinu ya kiteknolojia pamoja na mfumo wa kupeleka silaha, yani Missile Delivery System, kama vile Shahab 3 pamoja na Khorramshahr zenye uwezo wa kubeba payload ya kinyuklia kwa umbali mkubwa kwa hiyo wana vitu vyote, ndapo wataamua kuwa na bomu hili la nyuklia. Ndio maana wanajiamini, wanataka wakae mezani sasa. Swali so tu la kujiuliza kwamba je, dunia iko kwenye hatari mpya kwa sababu hii ni nuclear arms race, kwamba Iran akiwa nayo, Saudi Arabia wao wanasema watakuwa nayo, na tunafahamu kwamba Iran akiwa na bomu hili tayari, hali ile inabadilika. Iran anakuwa ana hadhi ile, anakuwa ni taifa la kinuclear, na hiyo inabadilisha sura nzima ya migogoro. Sio rahisi tena kumshambulia ama kumuonea kiurahisi, kwa sababu anakuwa ana nguvu zaidi, eh, kwa sababu katika vita vya nuclear huwa havina mshindi. Hiyo inaitwa mutually assured destruction, kwamba pande zote mbili zina uhakika wa kumjeruhi. Wewe utanipiga lakini Sote tutaumizana, hamna mshindi. Sasa, makala hii imekuwa ni jaribio tu la kuweza kufichua kina cha programu ya nyuklia ya Iran, historia yake, mafanikio yake ya kisayansi, changamoto za kisiasa pamoja na mivutano ya kimataifa inayoendelea. Na hii tumetoka katika urithi wa mapinduzi ya Kiislamu hadi utukuzi wa Stuxnet, kutoka katika mazungumzo ya JCPOA hadi katika mazungumzo ya Roma, haya ambayo yanaendelea sasa hivi. Kwenye hali ya sasa ya wasiwasi, Iran imeonesha kuwa si tu taifa linalojidhiti kirahisi, bali ni taifa lenye mikakati, lenye wasomi, lenye wahandisi na dhamira ya kujitegemea kijeshi na kiteknolojia. Kwa hiyo hayo yote tumeyaona. Bila shaka umesikia makala hii ambayo nimeweza kuandalia. Makala zinakuja nyingi sana na makala hii ni muhimu sana, kwa sababu inaweza kutumika kama rejea ya mafunzo kwa maafisa wa usalama, wachambuzi wa kijasusi, wanafunzi wa siasa za kimataifa na maofisa wa diplomasia. Makala hii inaweza ikatumika, lakini pia makala hii inasaidia kuelewa mbinu za kisasa za nyuklia, changamoto za udhibiti wa silaha na jinsi siasa za mataifa makubwa zinavyoingilia usalama wa kieneo. Yani, ile e usalama wa kikanda. Lakini pia makala hii inajibu maswali muhimu kama vile je, yeah, Iran ni tishio au ni taifa linalotafuta heshima kwa kutumia maarifa ya kisasa? Fuatilia ukurasa wetu eh, wa Instagram wa Simulizi na Sauti kwa makala nyingine eh, zenye uzito za kielimu na zenye uchambuzi wa kipekee kuhusu maswala ya kijeshi, maswala ya kijasusi, teknolojia na siasa za kimataifa. Pia ni follow Instagram, eh, Chimasubi, ambapo pale ukinifollow unaweza ukainteract moja kwa moja na mimi. Kwa hiyo follow Simulizi na Sauti, ni follow mimi Instagram. Asante sana, kwa kuwa nami. Endelea kubaki nasi Simulizi na Sauti.